Mrembo Rita ameendelea kutrendi kwenye mitandao ya kijamii kwa namna ambavyo ameweza kuvujisha voice ikiwa inasikika kaka wa msanii Diamond Platnumz akiwa anamwombea msanii Diamond msamaha, lakini pia akiwa anamlazimisha Rita aende sehemu ambayo msanii Diamond Platnumz yupo. Unaweza kuona kuna namna fulani hivi e, ambayo Rita kiukweli anazungumza ukweli, lakini pia aliweza kuanika wazi kwamba ipo siku kwa ataweza kuvujisha voice zikiwa zinasikika ndugu wa msanii Diamond Platnumz wakiwa wanamsumbua haya mara kwa mara kwamba Diamond anakupenda Diamond anakuhitaji kwa muda huu mambo kama hayo sasa Rita baada tu ya kupigiwa simu akaona mbona ni kama vile naachukuliwa mimi ni malaya mtu mpaka amefikia hatua anamuoa mwanamke wake, aya, anamuweka ndani, alafu bado ananihitaji mimi. Basi akaona ni kama vile mimi sina thamani. Lakini pia ukiangalia kipindi ambacho Ritha alikuwa anatembea na msanii Diamond. Kipindi hicho uh, Diamond alikuwa bado hajaoa, hivyo Rita huenda alikuwa bado ana matumaini kwamba huenda Diamond partner mwananipenda kweli uh, huenda akanioa mimi licha ya kwamba uh, ameshamwanika Zuchu kwenye mitandao ya kijamii bado alikuwa ana matumaini. Lakini sasa hivi mwanadada um, Rita hana matumaini yoyote kwa msanii Diamond partner. Na ndiyo maana ameamua uh, kumvua nguo, ameamua kuachana naye moja kwa moja, lakini bado Diamond anaendelea i ma ndugu zake kwa ajili ya kumsumbua Rita uh, Rita aweze kuja kwa msanii Diamond Platnumz. Sasa bado tumeendelea kujiuliza maswali, kipindi ambacho Diamond anamuita uh, Rita wa kutani Zuchu anakuwa sehemu gani? Zuchu anakuwa wapi? Kwa sababu tumezoea uh, Diamond mara nyingi sana huwa anakuwa karibu na mke wake mara nyingi sana akiwa hapa Tanzania eh, basi hawaachani na Zuchu eh, ndicho kitu ambacho unaweza kukiona. Eh, ule msemo ambao wanasema mwanaume akitaka kukusaliti anaweza akakusaliti hata ndani ya dakika tano tu eh, yani unaishi naye ndani lakini anaweza akatoka dakika tano tu basi akaenda kukusaliti nje eh. Mrembo Ritha ameamua kumvua nguo msanii Zuchu, ameamua kumtupia maneno makali sana Zuchu, na mpaka dakika hii unavyoona Mrembo Rita ameshazungumza maneno mengi mitandaoni, ameshavujisha voice, lakini bado Zuchu ameendelea kukaa kimya. Zuchu atamani kuzungumza na Rita. Zuchu mara nyingi sana katika huu ugomvi wa Rita, huwa anatumia nyimbo kwa ajili ya kumjibu Rita. Lakini sasa hivi ameamua kukaa kimya, anaangalia tu kwanza sakata linavyoenda ili mradi ajue nini cha kumjibu huyu Mrembo Rita. Lakini pia bado hatujajua nyumbani kwa msanii Diamond Platnumz kuna kitu gani ambacho kinaendelea kwa sababu kama mwanamke ukiangalia Zuchu akisikiliza tu ile voice ambayo ye yule shemeji yake alikuwa anazungumza na Rita. Alimpondea sana Zuchu, kwamba Zuchu hajaolewa, kwani wewe uh, uliwahi kualikwa katika harusi yoyote? Hakuna ndoa pale, hakuna chochote kinachoendelea, wewe mpende jamaa yetu. Mambo kama hayo, unaweza kuona mashemeji ni watu wabaya sana. Uh, Rita ameweza kuandika ujumbe katika page yake ya Instagram, yes, namna ambavyo amevujisha zile voice. Baadaye kuna ujumbe aliweza kuombatanisha, ukiwa unaonesha wazi anamtukana Zuchu ameamua kumtukana Zuchu matusi makubwa kabisa Ritha ameweza kuandika ujumbe akasema mwambieni mme wa mtu atulie na kinyago chake nani alimwambia hawahi kuoa kitu ambacho hata kikivua nguo mbele ya chizi haisimami. Unaweza kuona huu ni ujumbe ambao Rita ameweza kumwandikia msanii Zuchu, na namna ambavyo amemwandikia huu ujumbe unaonyesha wazi kwamba Rita anajivunia uzuri wake. Rita anaonyesha wazi kwamba Zuchu, eh, hajamfikia kwa uzuri hata robo. Ukimwangalia Rita ukaja kumwangalia na Zuchu, kikweli, sema kweli, Rita ni mzuri na ni mrembo, lakini haimaanishi ukiwa mzuri na mrembo kwamba ndo utaolewa. Hapana, wanaume wanaangalia mwanamke mwenye akili, mwanamke mwenye heshima, mwanamke mwenye kujali. Sifa za mwanaume kumwangalia mwanamke ndipo amuoe, zinakuwa sifa za tofauti kabisa na maumbile ya mwili. Na ndio maana unaweza ukaona mwanaume huyu ni handsome sana, lakini ameoa mwanamke wa kawaida. Na ndio maana kuna msemo wanakuambia, hauwezi kabisa kuweka shamba la miwa pembeni ya shule ya msingi kwa sababu eh, uh, inaonekana wazi kwamba wanafunzi watashambulia sana hiyo miwa. Sasa ndicho kitu ambacho wanaume wengi huwa wanakifanya. Uh, wanaweza wakaangaika sana lakini wakaja wakaoa mwanamke wa kawaida sana. Ndicho kitu ambacho Diamond na yeye pia ameweza kukifanya. Amemuoa Zuchu lakini bado anaendelea kuangaika, bado aridhiki, bado anaona wakubwa watakuja kufaidi huko nje kwa Ritha, bado nampenda Ritha. Ritha ana mapenzi haswa, haswa haswa, yaani kile kipindi uh, tunakumbuka zile video alivozivujisha zilikuwa zinaonyesha kumaanisha Diamond ana relax sana akiwa na Rita. Rita alifikia hatua anakumwambia anamwambia Zuchu kwamba siku ukipiga simu nikiwa na mume wako mume wako ananiambia nikate simu zako. Unaweza kuona ni dharau kubwa sana ambazo Rita alikuwa anamuonesha msanii Zuchu. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza, unalipi la kumwambia Zuchu kwa hili sakata ambalo linaendelea? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, ku like na turn on notification.